Karibu tujadili kuhusiana na usalama wa watoto hasa barabarani, ikiwa ni siku mahususi kujadili kuhusiana na hili na hii ikielezwa kuwa takriban watoto mia tano wanafariki kila siku barabarani, na hii ni duniani kote, ikiwa kati ya watu milioni moja nukta moja tisa wanaofariki kila mwaka kutokana na ajali barabarani, na watoto kati ya miaka kumi na tano hadi miaka kumi na saba wako hatarini zaidi, ikiwa ajali za barabarani inaelezwa kuwa ndio chanzo kikuu hasa cha vifo kwa watoto kati ya umri huo. Tutafahamu mengi kwa kina, nini ambacho kinapaswa kufanyika Uh, lakini ni elimu ya namna gani ambayo watoto wanapewa hasa katika matumizi salama, uh, ukiwa barabarani na uh, tutafahamu hayo yote kutoka kwa balozi wa usalama barabarani RSA Augustus Fungo. Karibu sana, karibu sana Fungo. Shukrani sana nam na, uh, kwanza pengine tufahamu kwa nini uh, ni muhimu sana kuongelea kuhusiana na usalama wa watoto barabarani. Asante sana ndugu mtangazaji. Uh, ni muhimu sana kuzungumzia kuhusiana na haki za watoto. Kwanza chimbuko lake linatokana mm, na mkataba wa kimataifa wa haki ya watoto UN Convention on the Right of the Child. Huu mkataba wa kimataifa wa haki ya mtoto wenyewe ulitambua kwamba watoto wanazo haki fulani yeah, ya kulindwa lakini pia ya kupata elimu ya kupata afya E, malezi yaliyo bora. Sasa katika hii siku ambayo ni siku ya watoto duniani, ni maadhimisho ya ile siku ambapo huu mkataba wa kimataifa wa haki za watoto ulisainiwa ndio kwa mara ya kwanza ulikuja. Na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watoto yani UNICEF wamekuwa vinara au viongozi katika kuhakikisha maadhimisho haya yanafanyika kwa kuwa na matukio mbalimbali mbali, kwa kuwa na jumbe mbalimbali na ambazo zinahamasisha haki za watoto lakini pia kuhimiza kuchukua hatua ambazo zinahamasisha haki za watoto. Sasa kwenye ile haki ya kulindwa ndipo swala la usalama barabarani linapoingia, na kwa nini sasa, nirudi kwenye swali, kwa nini ni muhimu sasa? Ni kwa sababu tunasema uh, watoto ndio watu ambao wapo katika kundi hatarishi barabarani wanaitwa ni vulnerable children au vulnerable group. Sasa ni kwa nini wanaitwa vulnerable group au wapo katika hatari? Ni kwa sababu kwanza ya tabia zao wenyewe, hawawezi au, ku, ku, hawawezi kufikiri kama tunavyofikiri sisi uh, watu wazima, lakini wanavutiwa na vitu vingi wakiwa barabarani. Lakini pia tabia zetu sisi zinawaathiri wao zaidi kuliko ambavyo uh, uh, watu makundi mengine yanaweza kuathirika. Na, na wakiwa awakiwa barabarani mm -hmm. Mm, sasa inaelezwa kwamba eh, takriban watoto mia tano wanafariki kila siku barabarani duniani kote, eh, kutokana na ajali hizi za barabarani. Ni idadi kubwa. Unadhani una eh, idadi hii ama wingi huu unasababishwa na nini hasa? Eh, ni kweli na wingi wa ajali za watoto kwa kiasi kikubwa unasababishwa na barabara zetu ambazo hazina miundombinu rafiki kwa ajili ya watoto, kwa sababu katika nguzo tano kubwa za usalama barabarani zinazotambuliwa na Shirika la Afya Ulimwenguni, mojawapo ni miundombinu salama aa, ya barabara unasema safe road infrastructure. Sasa tunako, tunaposema tunaposema safe road infrastructure tunamaanisha nini? Tunamaanisha tunapaswa kuwa na barabara zinazosamehe kwa maana ya, ya, ya, ya maeneo ambako watoto wanatakiwa kutembea unakuta kuna maeneo ambayo hayana uh, wanaita footpath maeneo ambayo watoto wanaweza kutumia kutembea ambazo ndio njia za waenda kwa miguu lakini pia unakuta kwamba uh, e, katika maeneo ya shule ambako au watoto wanapatikana sana miundombinu ya pale haidhibiti mwendo wa magari unakuta pikipiki piki, au magari yanakwenda katika spidi kubwa sana ambayo inaenda kuwaathiri wale watoto lakini kitu kingine ni kwamba E, katika nguzo ya pili ya usalama barabarani ambayo tunazungumzia safe vehicles. Magari salama tunapaswa kuwa na magari yanayosamehe, magari yanayosamehe au forgiving vehicles, ni magari ambayo yana, yana vile e, vifaa vya kiusalama ambavyo viko ndani ya gari mojawapo ni kitu kinachoitwa child restraint, yani kizuizi cha mtoto. Utakuta mtoto yuko kwenye gari amewekwa kwenye siti ya mbele mm. a, A, pale kwenye siti ya mbele mkanda ule haumfiti yeah. Ni mkubwa sana kwake, lakini hatari nyingine ambayo ipo kwenye kile kiti cha mbele kuna vile vitufe vya hewa maarufu kama airbags. Zile airbags zinaweza kufumuka katika mwendo wa kilomita 60 tu kwa saa. Sasa mtoto akiwa anacheza cheza pale mbele anaweza akagusa kwenye kile kitufe cha hewa, na katika ile pressure au mgandamizo wa ile tufe la hewa inaweza likamjeruhi huyu mtoto. Kwa hiyo, watoto sasa wanatakiwa kuwekwa kwenye siti za nyuma. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba watoto hawatakiwi kukaa mbele. Hawatakiwi kukaa mbele. Kabisa kwa namna yoyote. Mzoeshe mm -hmm. mtoto wako toka akiwa mdogo mm -hmm. akae aki siti yeah. Yani, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> na, ya nyuma na akizoea kwamba anaweza pale. Sasa hiyo kitu kimsingi mtoto anapokuwa ndani ya gari na akawa hajashikwa na kitu chochote, mm. Inakuwa ni sawa kwenye gari umepakia jiwe mm. ambalo ikitokea, eh, changamoto yoyote litabilingika kwenda kokote, kwa sababu labda unatakiwa Mm. Sasa na kule nyuma sasa, kwenye kiti, uh, kwenye kiti ambacho anatakiwa kalie mtoto, kuna viti maalum, lakini ukimwekea kile kiti cha mtoto ambacho kiko kulingana na, na umri wake, kuna namna kile kiti kina kinafungwa kwenye kile kiti kikubwa. Kuna magari yote yametengenezwa na hiyo na huo mfumo wa kuviunganisha viti vya watoto mm. Na yale magari, lakini eh, changamoto ambayo tunayo kwa nchi yetu kuto, kama kuto, hivyo eh, kama inavyoonekana kwenye picha exactly mm. Sasa changamoto ambayo tunayo kwenye nchi yetu ni kwamba sisi hatuna sheria ambayo inalazimisha kuwa na hivyo viti mm. Lakini sh sheria ni kitu cha pili, cha kwanza ni uelewa kwamba humpendi mtoto wako kwa kumweka kwenye siti ya mbele mm. umpende mtoto wako azoee kukaa siti ya nyuma, lakini kwa kumpenda zaidi mnunulie kile kiti cha watoto ambacho kimsingi sio gharama kubwa sana yeah. Yeah. Mm -hmm. Um, na katika hilo uh, unadhani limekuwa kwanza likisaidia kwa, kwa, kwa kiasi gani? Mfano tunafahamu yapo baadhi ya mataifa ambayo yamekuwa ya yakiwa na sheria kama hizo, ukaguzi unafanyika na hasa wakiangalia kama umebeba mtoto pasi na kufuata sheria hizo, unakuwa unawajibika. unadhani imesaidia kwa kiasi gani? Imesaidia kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu katika mataifa hayo ukiangalia uh, vyanzo uh, ukiangalia takwimu za vifo yeah. watoto ni wachache sana, japokuwa wanafariki wana kwenye ajali, kwa sababu mm. hata kwenye mataifa kuna watu wanapuuzia hizo tahadhari za kiusalama lakini kwa takwimu ambazo tunazo sasa hivi kulingana kutoka Shirika la Afya Ulimwenguni ni kwamba asilimia sitini ya ajali zinatokea kwenye nchi zenye uchumi wa chini na uchumi wa kati mm. ambazo zina asilimia moja tu ya magari yote ulimwenguni, hasa huku kwetu Afrika ambako hatujali uh, sana kuhusiana na usalama wa watoto, kwa sababu usalama wa mtoto au uh, usalama kwa ujumla hasa barabarani ni swala ambalo linatakiwa lijengwe. E, inatakiwa uwe utamaduni ambao umejengwa toka mtu wakati anazaliwa na anavyoendelea katika makuzi yake. Kwa hiyo sisi ndio maana leo tunazungumzia hizo takwimu za zaidi ya watu watoto mia tano mm. Na hapa Tanzania hatuwezi kujua takwimu rasmi sana za ajali za watoto kwa sababu mm -hmm. tunapo, inapotokea ajali barabarani tunasema tu wamefariki watu labda kumi, wanaume ni watano mm. e, labda wana, wanawake ni watano na wakati mwingine mara chache sana tunasikia mtoto ni mmoja lakini huyu mtoto pia hasemwi yeah. ni wa umri gani lakini mpaka waende wakachanganue zile takwimu ndio mara lakini mara ya mwisho tu cha takwimu za mara ya mwisho miaka karibu minne iliyopita ilionyesha kwamba kulikuwa kuna vifo vya watoto mia sita. kwa hiyo idadi hiyo kwetu kwa, kwa tu Tanzania, Ilikuwa, kwa Tanzania. Eh, sasa hao watoto mia sita ni watoto kuanzia umri wa mwaka sifuri Mm. Unakwenda mpaka kabla ya miaka kumi mm. na nane kwa mwaka kwa kipindi cha miaka kwa, kwa, kuchukua takwimu za kipindi cha miaka mitatu mm. Mm. na duniani sasa, wanasema kwamba ajali za barabarani ni chanzo namba moja cha vifo mm. vya watoto walio wa chini ya miaka mitano mm. lakini pia na vijana mpaka miaka kumi na nane mm. kwa hiyo utaona kwamba ni tatizo ni kubwa na kama tungekuwa tunaweka takwimu vizuri mm. tungeona waziwazi kwamba tunahitaji kuchukua hatua kwenye eneo hilo. Sasa, mbali na magari hapa, uh, katika mataifa ya Afrika na hata hapa nchini tunazungumzia usafiri wa aina mbalimbali uh, tunazo uh, bajaji, tunazo pia pikipiki ambazo uh, kwa namna tofauti tumeshuhudia watoto wakipakizwa huko uh, wengine wakiwekwa hata, kwa sababu wana, wana miumbo dogo wanawekwa wengi uh, kuna hatari kiasi gani katika mazingira kama haya? Eh, hatari ni kubwa sana kwa sababu kwanza hasa wale watoto wanaopakiwa kwenye vyombo vinavyoitwa maarufu kama bodaboda pikipiki boda, mm, kuliko piki, <laughs> hata kwenye bajaji kwa sababu bajaji angalau ina, ina wanasema ina ina shell ina ile ile ile ile e, ukuta wa nje ambao kidogo unasaidia katika, katika kumlinda huyu huyu huyu mtoto na mbele pale kuna lakini kwenye pikipiki piki, mtoto unakuta amepakiwa kwenye pikipiki lakini hana msaidizi, yuko yeye mwenyewe. Alafu na, kuna, kuna matukio ambayo nimekutana nayo mtoto amepakiwa kwenye pikipiki piki, alafu mtoto kalala, anasinzia amesinzia, ametoka shule mm. Sasa bodaboda yeye boda, anakwenda tu anakwenda tu mpaka wakati fulani inabidi umkimbize, umsimamishe na sasa uwe taratibu, kwa sababu wakati mwingine unapotaka kumkimbiza umsimamisha anaweza akadhani aka, unataka kumkamata mm. Kwa hiyo matokeo yake akaongeza mwendo sasa. Aa, sheria zetu sisi hapa nchini zinasema mtoto chini ya umri wa miaka tisa mm. haruhusiwi kupanda pikipiki piki. Mtoto wa chini ya umri wa miaka tisa aruhusi kupanda pikipiki lakini mazingira ya nchi yetu yanalazimisha wakati fulani mm -hmm. Kwamba hawa watoto wapande pikipiki na ndio maana kuna marekebisho fulani ya sheria ilikuwa nazungumziwa kwenye sheria za usafirishaji, kwamba mtoto awe na mtu mwingine mtu mzima ambaye atamshikilia pale kwenye pikipiki, japo kuwa hilo litakuwa tu limepunguza athari kidogo, kwa sababu ikitokea ajali na kwa, kwa, kwa asili ya chombo chenyewe cha pikipiki ina maana ni wote wataanguka chini na ukianguka chini kwenye sakafu ngumu kama ya lami, uwezekano wa wote kupasuka vichwa na kupata vifo au majeraha makubwa ni, ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo wazazi, wazazi tunarudi pale pale kwenye wazazi aa, wasiwe na... kuna wazazi wana uwezo mzuri tu, lakini kwa sababu ya mipangilio yake mingine ya maisha anaamua tu ku, chukua bodaboda pale mtaani, bodaboda anawapakia watoto watatu mpaka wanne, alafu hawa watoto wako siti ya nyuma. Kwa hiyo tunakuwa hatuwapendi hawa watoto, kwa hiyo hatari ni kubwa na wanaweza uh, kufariki hasa kwa sababu hivi vyombo vya bodaboda na bajaji vina, vina spidi kubwa. Kwa mfano bodaboda wana spidi kubwa lakini vilevile kwa mfano majaji wanapokuwa wanazungukazunguka bila kufata utaratibu yeah. Ni rahisi kumwaga yule mtoto kwenye kupitia kwenye kale ka mlango ambako yule mtoto atakuwa ameingilia. Sawa kabisa. Na unajua sasa hivi hili tunalozungumza watoto wanapelekwa ona, shule. Uh, kuna wazazi ambao wanawakabidhi bodaboda watoto wao e, bila tahadhari zozote yeah. Anamkabidhi tu wampeleke shule. Lakini sasa kuna wengine hawaishii tu hapo, wanawapeleka wanawakabidhi, unakuta na mtoto zaidi ya mmoja na wote wanawakabidhi bodaboda moja mm. So, kuna, kuna moja ilikuwa imeonekana watoto watano wako kwenye wako kwenye wamepandishwa kwenye pikipiki moja mm. Na, na hii ni picha ambayo mwandishi wetu uh, Teresia Mwanga capture al, al, al, al, al, aliipata Morogoro. Kwa hiyo maanake watoto watano ukijumlisha na anayeendesha, maana yake jumla wako watu sita mm. kwenye pikipiki moja mm. Eh, kama tutapata nafasi tutaiona hiyo picha hapa, lakini uh, hiki ndio ambacho kinatokea kwenye mm. kwenye, kwenye Uh, uh, jamii. Naam. Na ha, hapo jukumu hasa kwa wazazi ambao wanawakabidhi watoto wao eh, kwenye usafiri kama bodaboda kuelekea shuleni. Ni lipi mm. hasa? Unapaswa kuhakikisha kitu gani? Eh, kwa wazazi kwanza kabisa eh, ni, ni, ni vema wawasindikize <coughs> wa kwanza watoto yeah. shuleni mm. na kama hasa shule haiko mbali mm. lakini pia hata kama ameamua sasa kumpakia kwenye bodaboda boda, katika mazingira ambayo uchumi wake ni mdogo. Ndiyo. basi ni vema apande naye kwenye hiyo pikipiki, japokuwa sio sheria, lakini hiyo ina afadhali. Wanasema unachagua adui ambaye sio sio eh, hatari sana ka kwa, kwa apande naye kwenye chombo cha moto na aweze kana kama ni, ni mdogo sana aa, anaweza ku, kuna namna ambavyo unaweza kumpakia mtoto afu ukamfunga ukamfunga kama watoto wa kina mama wanavyobeba watoto, watoto. Yeah. Akamfunga pale au akawa na kile kibebeo ambapo akamweka yeah, pale mbele. Sasa, of course kwa wale ambao unategemea, na umri, kwa wale ambao wana umri mkubwa inakuwa ina, ina haiwezekani, lakini kitu kingine ni kwamba ni kuhakikisha kwamba huyu mtu aliyempa uh, wajibu wa kuwapeleka hawa <coughs> shuleni. Hau watoto shuleni ina tamaa ya kwenda kuwachukua watoto wengine na akawapakia kwa maana ya kuongeza sasa, yeah, ile ya abiria, lakini pia uh, shule zile ambazo ndio watoto wale wanasoma, unajua watoto wetu wanashawishika sana na walimu. Mwalimu hmm. akimwambia mtoto kitu, mzazi ukaja uka, ukamwambia tofauti, atachagua kumsikiliza mwalimu kuliko kumsikiliza mzazi. Kwa hiyo kama wa, wa, walimu katika zile shule kuanzia uongozi wa shule wanaweka utaratibu wa kuhakikisha wale watoto wanafikishwa pale salama na kwenye kupitia vile vikao vya wazazi ambavyo vinakuwa vipo katika levo ya shule lakini pia wanawafundisha pale ndani kuhusiana na kuwa salama barabarani ikiwemo namna ya kuvuka barabara kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine wa barabara, basi ni we, tutaku, tutaona kwamba uwezekano wa kuwalinda hawa watoto unakuwa ni mkubwa zaidi. Sasa mm -hmm. um, yeah. inahiyo kusema kwamba nani bodaboda asiwe na tamaa ya kwenda kuchukua watoto wengine kama abiria. Eh, yani unajuaje, una manake, ee, anaweza akamchukua mtoto wako pale ukajua kwamba anampeleka shuleni kumbe njiani huko anapitia na watoto wengine. Eh, ni kweli, ni changamoto, na hii changamoto hatuipati tu kwenye bodaboda, kwa sababu hata wewe unaweza kuwa umemlipia mtoto wako aingie kwenye basi la shule yeah, school bus lakini ukadhani uka kwamba kwenye lile basi mtoto wako amekaa kumbe mtoto wako amesimamishwa mwanzo mwisho yeah. na basi, basi moja ambayo linapakia abiria saba mpaka tisa yeah. Eh, limewapakia lime, lime kwa watoto kwa, kwa sheria yetu inasema mtoto chini ya miaka kumi na mbili na aliye chini ya miaka tisa wakiwa mm -hmm. wawili ni, mdo, ni abiria mmoja. mm -hmm. Kwa hiyo ina maana kwenye gari ambayo ina abiria saba maximum wanatakiwa wasizidi kumi na nne, kwa sababu wanaweza kukaa kwenye kiti kimoja wakiwa wawili. unakuta yeah. hiyo gari imepakia abiria watoto thelathini mm -hmm. au watoto hamsini wa kwa hiyo ni namna gani mzazi ana, ana, ana, anaweza kufanya ni ku, kuamua siku moja kuacha kwenda mm -hmm. anaamua kuacha kwenda kwenye shughuli zake anafuatilia kuangalia hivi kweli ngoa nikasimame sehemu fulani au akamweke mtu sehemu fulani, ni kweli huyu bodaboda anambeba mwanangu tu peke yake? <laughs> Sasa awali uligusia kusema, na picha hiyo kama ambavyo tunaona, najua hapo nyuma watoto mm, wako watano, kuna mmoja ambaye ukihesabu mikono yeah, uh, kuna moja kama amebanwa hivi nyuma tu ya dereva ah, mkono wake uko kwa chini kwa nyuma, wako watano mmoja, yeah, yuko mbele. Watoto wako sita pamoja na dereva, kwa hiyo ni abiria saba wenye, no, no, chombo kimoja. Unajua, unaweza kufikiri hii ni labda imetoka, labda ni AI. Hii ni picha mm, kabisa imepigwa kuona mazingira kama hayo watoto hapo, hapo sasa pikipiki ikianguka kiangu na, na hata yule uh, unakuta kuna mwingine yuko hatarini pia zaidi na maana mmoja akisogea tu wanyuma atakuwa katika hatari gani? e, e, e, e, e. Tu, pikipiki, siko, au ukiwa na mitikisiko tu pikipiki kipita sehemu ambayo kuna mitikisiko au rough road, mambo yanakuwa changamoto, lakini katika hii picha ukiangalia e. wazazi inawezekana wanafahamu kabisa hiki kitu kwa sababu huyu bodaboda alivyoanza kumpakia mtoto wa kwanza mm. alikwenda kumchukua mtoto wa pili nyumbani, yani hakumkuta barabarani yeah. alimchukua nyumbani. Unakuta mzazi anafurahi kwa sababu ya kutokuwa na ule uelewa mm. na kwa sababu inapunguza gharama unaweza kuta wale wote pale bodaboda amelipwa shilingi elfu tatu mm. kwa hiyo kwake inamlipa, lakini sasa wakati ambapo alijatokea tatizo lolote haionekani kwamba hilo ni tatizo yeah. Lakini linapotokea tatizo, ukiwaangalia wale jinsi walivyoshikana pale, hakuna hata mmoja. Kwa mfano tuchukulie tu kwamba yule bodaboda amepiga breki ya ghafla yeah. Mm. hakuna hata mmoja anayeweza kujishikilia pale kutokana na ile nishati mwendo ya yeah. Eh, kinetic energy ambayo inatembea pale wakati yule bodaboda anatembea. Lakini kuna matukio mengine, tukio lingine linaweza likatokea pale, huyu bodaboda anaweza aka akasukumwa na gari jingine, mm. au akasukumwa na chombo kingine cha moto, kwa mfano kama pikipiki piki nyingine, kwa barabara yetu kama hii ya Mandela huyu bwana akiamua ku katika kudhibiti pikipiki atashindwa kudhibiti ule usukani. Yeah. Kwa matokeo yake, ataangukia kwenye mtaro, na akiangukia kwenye mtaro uwezekano kwamba wale watoto watatangulia mbele na wakamwagika kwenye mtaro, unakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo unaweza kaleta majeraha makubwa sana na hata kusababisha vifo. Mm, wakati mm. Picha hiyo imewekwa uh, katika mitandao yetu ya kijamii mm. Kulikuwa na maoni pia mbalimbali mbali. Wengine yeah. Wakihoji na kuuliza kuhusiana naje, kuna miundombinu rafiki ya kuwafikisha uh, watoto shule kwa wakati, kwa sababu pale ambapo wanachelewa unakuta wanaadhibiwa, uh, wakati mwingine labda pia kufika shule hapo, uh, usafiri ambao unapatikana uh, unakuwa huo mm watoto wote yani ya yeah. katika pikipiki kwa sasa hivi <laughs> mm, kwa ukisema kwamba bodaboda iko moja itakuwa kidogo sio. Bodaboda zipo sana mpaka vijijini na mm -hmm. Zimerahisisha sana usafiri. Cha msingi uh, mzazi anatakiwa ajue mtoto wake anachukuliwa na nani, yani asitegemee wale wa kupita wapita, yes, njia nadhani hiyo inaweza ikasaidia zaidi, lakini kwa maana ya miundombinu eh, kama nilivyotangulia kusema awali kwenye asisi barabara zetu tulivyozi zilivyojengwa, kwanza zina barabara nyingi zina upana wa mita sita kila upande, yes, yani ile njia moja mita tatu njia nyingine mita tatu Kwa hiyo unakuta hiyo ni barabara nyembamba sana na pembeni imeshaanza kulika kwa hiyo huyu bwana akiwa anaendesha pikipiki ina maana atakuwa anashindana na magari, wakati barabara salama ni ile ambayo ina, ina njia za waenda kwa miguu au njia za kupita hawa uh, wapanda baiskeli labda au na hawa watu wa pikipiki. Sasa kwa sababu ya hiyo changamoto tuliokuwa nayo, na ni kweli ni tunashindwa kuwafikisha watoto wao salama katika kwa asilimia mia moja. mm -mm. Lakini kitu cha pili ni kwamba uh, nchi yetu haina mabasi ya shule mengi. Mabasi ya shule yanapatikana sana, sana mijini. Vijijini kule kwanza, siku hizi tushukuru tu kwamba kuna bodaboda. Tulikuwa tunavuka kwenye mito tunatembea wenyewe mapoli umbali mrefu mm -mm. Tunashukuru kwamba shule zimeshasogezwa. Kwa hiyo katika hali ya namna hii tunazungumzia kwamba mzazi abebe lile jukumu la kuhakikisha mtoto wake anafika shuleni kwa maana ya kuwa na, na mwendesha pikipiki ambaye anamfahamu na siku zote atamchukua huyo mtoto, kwa sababu hilo linaenda mbele zaidi, sio tu ulinzi wa yule mtoto kwa maana ya kupanda kwenye pikipiki, mpaka aina nyingine za madhara madhila ambayo watoto wanapitia kama ubakaji na vitu vingine. Kwa hiyo lazima hmm, mtoto mzazi ahakikishe hicho kitu, lakini kingine ni kwamba huyu bodaboda ni lazima aongee na. Hata wewe ukitaka kupanda pikipiki leo Ee, mimi huwa namwambia pikipiki kwamba kati ya we na mimi nani ana haraka mm, ni mimi abiria au ni wewe, namuuliza ka eh, kabisa eh. akisema ni kwamba ni mimi ndo nina haraka, naambia kwa hiyo utafuata maelekezo yangu eh. lakini hiyo ni, sasa nikifanya tofauti ni nikaenda tu nikapanda pikipiki pikipiki unakuta ameondoka spidi, sasa muuliza we unaenda wapi wewe mm, una haraka ya kwenda, lakini ukimdhibiti pale mwanzoni, au wakati mwingine namwambia kwamba miguu haina spare Yeah. Utakuta anacheka yeah. Kwa anakuwa ana umakini. <laughs> <laughs> Na usiombe sasa wewe umwambie ni waishi <laughs> <a>, hapo <laughs> <laughs> sasa kwanza mwenyewe atakuisha bila hata kumwambia, ukimwambia tena ni waishi maana yake mm. anaongeza, tena yeah, anaongeza pia kasi ya kwenda <laughs> <laughs> <Now, now. laughs> okay. Sasa unadhani vitu gani ambavyo tunaweza kufanya pia kama wazazi walezi, na wale ambao pia wana wajibu wa kulinda watoto kama jamii kwa ujumla? Asante sana uh, kwanza nianzie kwenye kwenye maeneo mawili kabla tujaenda kwa wazazi mm. Tuanze kwanza kwenye upande wa serikali ambayo ina wajibu wa kutengeneza miundombinu, wakati wa ubunifu wanaita design ya barabara zinazokwenda kwenye katika maeneo ya shule uh, tunataka maeneo yale ya shule, tunatoa rai kwamba maeneo yale ya shule yawe kabisa na alama za ukomo wa mwendo kwa kilomita thelathini kwa saa sio hamsini. mm -hmm. eneo lote la shule, lakini liwe na miundombinu ya kupunguza spidi, kwa mfano zile matuta yaliyoinuka kama yale ya kwenye mwendokasi mwendo mm -hmm. E, barabara za, za mwendokasi, lakini vilevile kuwe na uh, zile zile wanaita uh, kingo au, au kama uh, vifaa ngavu ambavyo vinaangaza lile eneo yeah. hata dereva akiwa anapita pale anajua hili ni eneo la shule, na kwa nchi nyingine duniani unakuta kwenye eneo la shule wamekuwekea kabisa speed limit wakati shule inaoperate. Kwa mfano kama Jumatatu mpaka Ijumaa, unaambiwa speed limit kwenye eneo hili mwendo kikomo ni kilomita 30 kwa saa, lakini Saturday and Sunday, inakuwa ni hamsini au zaidi. Lakini hicho ni cha kwanza. Kicha pili ni kutengeneza miundombinu rafiki, kwa maana ya kwenye hizi barabara kuwe na sehemu ambazo hawa waendesha pikipiki na waenda kwa miguu wanaweza wakatembea, kwa maana upana wa barabara sasa uzingatiwe kama ambavyo hizi barabara za BRT unaona, kuna eneo la juu limeinuliwa kidogo hmm, kiasi kwamba pale ndo waenda kwa miguu unaweza kutembea kwa miguu mguu mfano kutoka Posta mpaka Mbagala bila kukutana na magari, ukapita juu tu ya lile tuta lililoinuliwa. Sasa hilo ni kwa upande wa serikali. Kingine kwenye upande wa serikali cha mwisho ni kwamba tulikuwa na tunataka kurekebisha sheria ya usalama barabarani hmm. Uh, mwaka 2021 June, hii sheria ilisomwa mara ya kwanza kule bungeni katika mojawapo ya kitu kinachoitwa risk factor au tabia hatarishi ambayo inawalenga sana watoto ni kuwepo kwa hizo child restraint kwenye sheria, kuwepo na hivyo na, vizuizi vya watoto kwenye sheria. Ile sheria ina hicho kipengele, lakini ule mchakato sasa, baada ya kusomwa kwa mara ya kwanza bungeni, haukurudi tena bungeni. Kwa hiyo ni kwamba rai yetu ni kwamba ile sheria ifanyeje, iboreshwe ili kuweza kuweka vipengele ambavyo vitawalinda watoto, ikiwemo hilo nalosema kwamba kusisitiza kwamba watoto wanatakiwa wakae siti za nyuma, na kwenye bodaboda kwamba watoto, mtoto asipande peke yake uh, bila kuwa na mtu mzima ambaye ana, anaweza kumshikilia kulingana na mazingira ya nchi yetu hmm. Sasa ukirudi kwa jamii sasa, sio lazima wazazi wa wale watoto yeah. Hata wewe mtu mzima ambaye unakutana na mtoto barabarani ambaye amepakiwa katika namna hatarishi, basi uwe na jukumu la kumsimamisha, sio katika namna ya kumkamata Watu wengine hawajui. mm -hmm. Hawajui hatari ambayo iko pale. Kwa hiyo unamwelimisha kwamba siku nyingine naomba unaenda una, wapi na hawa watoto, unaenda usiwapakie, usiwa, wakiwa mishikaki labda kama ile picha tuliyoiona, lakini wakati mwingine kumsimamisha na kumwambia mtoto amelala huko. Kwa hiyo ni, ni, ni afadhali tena amtoe kule nyuma akae naye hapa mbele kuliko hata amwache nyuma kule peke yake. mm -hmm. Sasa hiyo ni katika mazingira ambayo tunasema ni, ni kinyume cha sheria, lakini tunajaribu kupunguza madhara kwa sababu mwisho wa siku lengo la sheria za usalama barabarani ni kupunguza madhara yanayotokana na ajali za barabarani kuliko ajali zenyewe, kwa sababu binadamu wataendelea kufanya makosa hata kama tutaamua kuweka askari kila baada ya, ya mita moja. mm -hmm. Kwa hiyo hilo ndo rai ambayo tunaitoa, naitoa kwa jamii, lakini vile vile kwa wazazi kuhakikisha kwamba sio tu swala la kwamba umemlipia ada mwanao, ni swala pia la kuhakikisha kwamba anafikaje huko shuleni gari anayotumia hawajazi kupita kiasi. Kuna gari nyingine zimetoboka chini pale, unakuta labda kwenye maeneo ya chumvi mtoto anaanza akatumbukia pale. Kwa hiyo inabidi ajue, of course hilo linakuwa ni jukumu la jeshi la polisi, lakini ujue hata siku moja panda ile gari au iangalie tu ile gari jinsi watoto wanavyokaa, kague. Kwa hiyo hiyo ndio, ndio rai yangu kwa, kwa, kwa jamii yetu. Mzazi hmm. Okay, akisha mkabidhi mtoto kwa dereva, uh, ndio jukumu lakuwa limeishia hapo yeah. Lakini tunafahamu lakin, pia hawa watoto wanahitaji kupata elimu ya kujua jinsi gani ya kujilinda wakiwa wanatumia uh, hizi barabara zetu na vyombo vya moto. Uh, unadhani kitu gani kinapaswa kufanyika kwa hawa watoto ili wawe na uelewa wao wenyewe kujua uh, vitu hatarishi lakini namna gani pia wao wenyewe kujilinda? Kwanza hicho ni kitu muhimu kuliko vyote, kwa sababu mtoto akiwa na ujuzi wa namna ya kujilinda au maarifa ya namna ya kujilinda inasaidia sana, ikiwemo kujua majina ya wazazi wake wote wawili, ikiwezekana kukariri namba ya simu, kwa sababu ana uwezo mkubwa wa kukariri, yeah. Lakini kufahamu kabisa anatokea wapi na anasoma wapi, lakini kwenye upande wa jeshi la polisi sasa, hiyo itasaidia nini sasa? Kama mtoto akijua hivyo vyote inasaidia, kwa sababu unajua kuna wakati inaweza kuwa imetokea ajali alafu boda boda amefariki au yule mtu ambaye alikuwa na mtoto amefariki alafu yuko mtoto peke yake. Kuna matukio haya ambayo yametokea, kwa hiyo mtoto hatujui e, wazazi wake ni akina nani, anatokea wapi. Lakini elimu zaidi ni kwamba kuna matukio mengine ambayo yanawaathiri, kwa sababu tunazungumzia siku ya watoto, kuna matukio mengi ambayo yanawaathiri watoto ambao kama wasipokuwa na uelewa wanakuwa na, wana katika hatari kubwa ya kukumbwa na hayo matukio na kwa upande wa jeshi la polisi sasa ambalo lina wajibu wa moja kwa moja wa kutoa elimu yeah. Hapa ha, tunatakiwa kushirikiana na jeshi la polisi asasi zisizo za kiserikali kama sisi araisei Tanzania mm. Kuhakikisha kwamba tunapita katika shule zile za msingi na zile za chekechea kule kuweza kutoa elimu ya usalama wow. Barabarani mm -hmm. Tunakushukuru sana. Asante sana. Sana. Kwa. Umeeleweka vizuri uh, hasa wakati ambao tunaangalia siku ya usafiri salama kwa watoto.